Bunge nchini Peru limepiga kura kumwondoa madarakani Rais Dina Bulate ambaye yamepoteza mvuto kwa raia wengi siku za hivi karibuni nchini humo, katika kikao cha usiku wa manane kilichoitwa saa chache tu baada ya vyama vya siasa kutoka pande mbalimbali mbali nchini humo kutaka funguliwa mashtaka, huku taifa hilo likipambana na wimbi kubwa la uhalifu na maandamano. Wanasiasa nchini humo walipiga kura Alhamisi usiku kujadili kuondolewa kwa Bulate kutoka ofisini kwa misingi ya kukosekana kwa uwezo wake wa kimaadili na a itajitetee mbele ya bunge la Kongresi saa nne usiku kwa masaa ya nchi hiyo. Hata hivyo, Bulate hakufika na ndipo wabunge waliamua kuendelea na mchakato wa haraka wa kumshtaki muda mfupi baada ya saa sita usiku ambapo awali alikuwa amepewa mpaka saa nne awa ameshafika katika eneo hilo, na ndipo wanasiasa mia ishirini na wanne walipiga kura kuunga mkono kumwondoa madarakani Bulate. Na makamu wake wa rais Patricia Juarez wote walitakiwa kufika kujitetea, lakini ilipofika muda na hawajatokea ndipo lipo kwamba amedharau bunge hilo na hatimaye bunge hilo likampitisha Jose Jeri kuapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo. Wabunge nchini humo waliamua kupiga kura ya kuunga mkono kuondolewa kwa bulate kwa kile walichodai kuwa amekosa heshima kwa kutotii wito wao. Kuondolewa kwake kunaendeleza tabia inayowakuta viongozi wengi katika taifa hilo kwa miaka hivi karibuni, ambalo limekuwa na marais saba tangu mwaka 2016 na kuitumbukiza nchi hiyo katika kile kinachoonekana kuwa ni mgogoro mwingine wa kisiasa miezi mitatu tu kabla ya uchaguzi ujao wa uraisi. Rais mpya aliyetawazwa Yeri naye amekabiliwa na tuhuma za ubakaji mwanzoni wa miaka elfu mbili, na hicho ndicho kinatia shaka iwapo anaweza kudumu kwa muda mrefu katika kiti hicho kipya. Matukio hayo ya kustaajabisha yalikuja saa chache baada ya ufuatilianaji risasi kwenye tamasha kubwa katika mji mkuu wa Lima kwenye nchi hiyo, na ndipo kuzidisha hasira juu ya uhalifu unaolikumba taifa hilo la Amerika Kusini. Wabunge walikuwa wamepiga kura kukubali maombi ya kura ya kumwondoa Bolate afsini kwa kile walichosema ni kutokuwa na uwezo wa serikali yake kukomesha uhalifu. Tofauti na majaribio manane ya hapo awali ya kumwondoa madarakani, karibu mirengo yote ya wabunge ilionyesha kuunga mkono maombi ya hivi punde ya raia, ikiwa ni pamoja na vyama vya mrengo wa kulia ambavyo vimemuunga mkono tangu waingie madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Bolate mwenye umri wa miaka sitini na tatu amekuwa akikumbwa na migogoro ya hivi karibuni kwa kile ambacho watu wengi wana hoji juu ya uwezo wake wa kiutawala. Aliingia madarakani mnamo Disemba elfu mbili na ishirini na mbili kama mtangulizi wake Rais Pedro Castillo, ambaye naye alihudumu kama makamu wa rais, aliyeondolewa na kukamatwa baada ya kujaribu kuvunja bunge la Congress. Kuondolewa kwa Castillo kulikabiliwa na miezi kadhaa ya maandamano makubwa na mabaya, haswa katika jamii za vijijini na wazawa, huku serikali ya Bulate nayo ikienda katika njia hiyo hiyo kwa kushutumiwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwakandamiza waandamanaji. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.